Karibuni wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio televisheni Ngyoku, mahali popote mlipo, bega kwa bega, tano kwa tano, na si mwengine biosa andugu Hamisi, ambao niko mbele zenu nipate kuwafungulia yale yaliyofichwa yapate kuwa wazi. Tutaanza kwanza na habari za Bukavu. Mnaweza kujiuliza kwa nini amkamati bukavu haraka, kwa nini wazalendo wanashindwa wa, wa, wa au namna gani? Tunaweza kueleza ukweli ya kwamba wandugu zetu wa mushi, hata vyama vya siasa ambavyo wako Kinchasa viongozi na Bukavu njokuko maeneo zao. Tunajua ya kwamba wako mumakope na hawa wandugu wako wanajua kwamba hii upande ikifaulo, alafu tuingie ndani na hii upande ikishindwa tuingie ndani. Yaani mapolitisia ya bamushi wako mguu nchikavu, mguu mu maji, wako na Chisekedi na wako na warebel. Ni hiyo ambayo inatupatia kama vile uzito wa sisi kumaliza vita, sababu tunapo uingia mumuji huko, nashindwa kujua huyo mwami, huyo kiongozi, huyo kapita iko sehemu gani? Sababu ile maparti politiki ya mamushi munazijua wengi ndani mwao wako na upande huu na upande huu, alafu wanajua ya kwamba eh, kama ni upande huu wa tafaulu, yani wa barebel bajiretrouve ndani, na kama bakishindwa bajiretrouve kwa Felix. Alafu ile hali ni ile inaleta uzito kwa sisi wazalendo kuingia mara moja Bukavu. Alafu tunawajulisha kwamba tulikuwa tukisubiri watoto eh, wamalize masomo, alafu tuko mBukavu na wengine walini Uliza ndugu Amisi, kwa nini munamwacha eh, Joseph Kabila aingie Mubukavu afanye mikutano A -a. sisi tuko wa kongomani wa damu, hatuja kuharibu, tunakuja ni kutengeneza. Alafu eh, watoto wamalize masomo, tutashughulika tuta na mambo mutayaona mbele yetu. eh, tunaenda upande wa pili, eh, wa kuwajulisha ya kwamba awa wandugu tunawaita wandugu, ni wanadamu na ni wa Afrika wanaoitwa wa Twirwaneho. Twirwaneho awa na wandroide wanguminyo leo wanafanya mfuruko wa kutoka kwa ile kundi ya M23 na aps ya cornena. Kwa nini? Wacha tuwapatie historia. Awa wandugu wanaoitwa Watwirwaneho wao walianza vita mbele ya wakati mbele kabisa, hata ya RCD, walianza jiandaa wakajiandaa wakajiandaa na kupitia wao wow, ndio maana vita Vita vya RCD vilikuwa na mambo marefu munayajua e, na, e, nyuma yao ndipo kulikuja e, ba, ba SDP e, kunakuja hivi sababu watusi wa upande wa Sud Kivu na watusi wa Nord Kivu, hawa wa Sud Kivu ni wafanya siasa sana kupita wa Nord Kivu, lakini wa Nord Kivu huwa wanajiunga sana kijeshi hiyo uh, inawapatia wao nguvu, lakini hawa wasudikivu wengi wako mumakambi na wengi walikufa. Hiyo ni kweli. Basi hiyo e, e, e, hiyo, hiyo ya kitengo cha AFC ya Corne Nanga walikutanisha hawa, hawa wa, wa, wa, wa, watusi wa, wa, wa Twira na Ngominyo wako upande wa M23, wako wanapigana na ile lengo wapate kuchukua upande wa Minembwe, mambo kama haya alafu baada ya kuchukua Afse ya Cornel Nanga ikaingia. Nanga hakukuwa na majeshi, alikuja kisiasa, alafu alikuja na pesa. Pana mchezo sababu Joseph Kabila alimsukumia pesa, na yeye peke yake akasema basi pesa niko nazo, afadhali ziishe na mimi nipate kufaulo. Kwa hiyo e, rebellion inaanza, alafu wakachukua waka watu walitoka sehemu sehemu, naye akakuwa na vikosi, naye akaanza valia e, sare za kijeshi, mambo kama haya. Basi wanachukua Goma, wanachukua Bukavu. Alafu kilicho na mwanzo sherti kiwe na mwisho, na Amerika inasema afadhali basi tutafute amani, maana watu wanaendelea kufa na nchi ya Kongo inavamiwa na hatuwezi kukubali nchi ivamiwe, na aliyechaguliwa kuwa rais ni Felix Chisekedi Chilumbu. Kwa hiyo tutafute amani, wakati sasa hawa wa rebeli wauni wanakaa chini ili wapate kugawa yale ambao wataipokea, wanatosha wanasahau wanaondoa hawa walioanza vita mbele, watwira wangominyo vilevile android sasa hawa waliposikia kwamba hawawatambue kwa ile gato, kwa ile partage, kwa ile sehemu, kwa ile mapatano wanashirika, wanasema sasa, na sisi tutajitenga na nyinyi. Hiyo ni maombi ya Wakristo, ni maombi ya Waislamu, ni wa maombi ya wadini, ni maombi ya Wakogomani, amani iingie. Na hiyo maombi ni sherti upande wa adui upate kuingia mambo ambao itasimamisha vita. Hatuseme kama vita vinaisha, sababu wanagawanika, lakini nguvu zao ziku zinaenda zinapunguka wa ndugu wasikilizaji wa radio televisheni a kubega kwa bega, ni kusema kwa sasa hivi tuko tunaongea, hiyo AFC ya corne nanga inachukua hatua ya pili, yani ni watu wa pili wanachukua upande wa siasa na m23 anachukua upande wa, wa, wa kijeshi. Sasa hawa wa, watwira hawa wangominyo hawa waandro wa alafu wote waingie wa, wa m23 m23 nayo inakuwa na masheria ambao wanaweka sasa upande wale wa, wa, wa, wa, Sud Kivu wa tarafa la fizi au ambao wanajiita wanyamrenge ambao wanaishi mtarafa la na fizi nao wanasema sisi hatutakubali sisi tulianza vita mbele ya korne nanga kwa nini korne nanga achukue eneo yetu na hivyo inaleta fujo chokochoko choko, korne nanga ne anaweza na ataharibu mipango ya hawa watusi tu na sisi tuendelee kuwasukumia hiyo pepo ya babiloni iwaingililie wasiwe lugha moja wajitenge wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, kuhusu habari za Bukavu, narudilia tena, Bukavu tulikuwa tunashindwa sababu mapolitisie ya Bukavu wako tena ndani ya hiyo kope ya hawa watu. Unasikia, yaani wako wanakula huku wanakula huku, wakifika uu ngambo, wanaongea na wao muendelee tu, sababu wanajua e, kama leo wana AFC e, na M23 wanakamata bisimo iko pale ndugu yao na mambo mengine na mambo mengine. Hatupendi kutaja majina ya hawa wote ambao tayari walishaingia mu M23, angalau wako na Felix Chisekedi vile vile wakifika upande wa Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, wako wanampatia mashauri, wanasema, wanaona labda anaweza shinda na akishinda, wapate kubaki mu maeneo ambao wa wako nazo. Basi wa ndugu wa ndugu wasikilizaji wa radio televisheni Ngyoku, tunawaomba mahali popote mlipo, wakati unatimia, wasisi kusimama zati na kupinga kila mpango wa adui huyo. Mpango wa adui ni kupenda kuchukua udongo kwa kinguvu, na katiba ya Kongo inakataa. Basi tunahamasisha wandugu wote wako Ulaya uko, wo uko Amerika huko Kanada huko Europa huko Australia huko wapi, unajikuta uishauza gari una nyumba mzuri una kazi mzuri unajisikia unaenea, lakini ujue kitofu chako kilizikwa wapi, batate yako bababa yako walizikwa wapi na wako wapi? Kongo ni udongo wenu na Kongo ni nchi yenu, na ni sherti tusimame. Hata kama wewe hautachukua silaha, jaribu kuchu, kutuma mchango wako jaribu kuchu, kuleta mashauri, jaribu kuhamasisha Wakongomani ili sote tusimame. Hatuna sisi wazalendo hatuna msaada wa serikali. Serikali inasaidia hawa kidogo ambao wako upande wa plena Ruzizi, lakini muulize watu ambao wako, wako upande wa, wa, wa, wa, wa, wa. Wagoma wako upande wa Fizi, wako Kabare, wako sehemu mbalimbali, ambapo zingine hatutataja Mnyarwanda asijue eneo ambao tuko. Alafu wanapata msaada gani, kama si nyinyi ambao ndugu zetu, Mungu aliwasukuma mwende nje sababu mkusanye kwa kupigania nchi yetu, na tunawaomba, namba ziko hapo kabisa Sukuma mchango wako, utafika. Ukipenda hata video, wakati tuko tunapanda mizigo ya wazalendo, utaipata, lakini haturuhusu wewe kuisukuma kila nafasi, sababu ya adui asichukue mastrateji zetu. Tunahamasisha wakongomani wote mahali mulipo, ni wakati wa kusimama zati kupigania nchi yetu. Namba ziko hapo. Ni Radio Television Ngyoku. Mnajua peke yenu ya kwamba ndugu Amisi mizigo inafika. Mimi ninapanda milima na mabonde kwenda natembelea front zote za wazalendo, sababu ya kuhamasisha, kuwankuraje, kufikisha mizigo na kuona namna gani tunaweza kupambana nchi yetu isichukuliwe na hawawazi twiareru gominyo android wote hivi wako muhekaheka walishajitenga, alafu sukuma pepo ya Babiloni iwatenge sababu wasiwe na umoja, wapate kushindwa vita hivi. Hakika tutashinda vita, nchi ni yetu, hatukwenda vamia Rwanda wala Uganda. Na ile ambayo ule jemadari wa, wa Uganda, ile ni ndoto ya bubu. Unajua, bubu akiota ndoto alafu ataizungumza na namna gani ataieleza? Hiyo ni shida, hataweza na atagongwa chao.